Sasa hivi tukiangazia taarifa nyingine, ni kwamba tume ya kuajiri walimu hapa nchini TSC imemulikwa kuhusiana na madai ya ukabila na upendeleo katika shughuli ya kuwapandisha walimu vyeo iliyotekelezwa mwezi Januari mwaka huu. Stakabadhi zilizowasilishwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, zilidhihirisha kwamba kuwapandisha vyeo kwa walimu kuliegemea jamii na maeneo fulani, hivyo basi kuibua maswali kuhusiana na haki, uwazi na usawa. To... Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu iliweka kwenye mizani tume ya kuajiri walimu TSC kuhusiana na madai ya ukosefu wa usawa katika shughuli ya hivi majuzi ya kuwapandisha walimu vyeo. Wabunge walishtumu tume hiyo kwa kuwapandisha walimu vyeo kwa kigezo cha kijamii pamoja na ushawishi wa kindani badala ya ubora na ustahiki. Uchunguzi kuhusiana na shughuli hiyo inayodaiwa kukumbwa na ukabila ulionyesha kwamba jamii tano zilichukua asilimia 60 ya jumla ya idadi ya walimu waliopandishwa vyeo. Wakati huo huo, jamii ndogo na zile zilizotelekezwa ziliwakilishwa na idadi ndogo huku nyingine zikiachwa nje kabisa. Uchunguzi wa shughuli hiyo katika kaunti ndogo ulionyesha Saburu ya Kati, Lamu Magharibi na Tana Delta ni miongoni mwa maeneo yenye walimu wengi waliopandishwa vyeo. Masharia alitetea takwimu hizo akisema kwamba tume ya TSC ilitumia mfumo faafu katika shughuli hiyo ili kukabiliana na uhaba wa walimu hasa kwenye maeneo yanayopokea mvua haba. Mr. Kariuki has been promoted once in ten years. Then all of a sudden you, you run short of teachers to promote. And then you start now promoting every six months, some individuals. And following the promotions, the commission is in the process of assigning and posting teachers. This process will take into consideration the availability of vacancies, especially for teachers in administrative grades. Uchunguzi wa kina ulibaini tofauti iliyokuwapo kuhusu vigezo stahiki vilivyotumika. Baadhi ya waalimu kutoka jamii ambazo ziliwakilishwa na idadi ndogo walikuwa wamehudumu katika gredi moja kwa kipindi cha miaka saba na nusu bila kupandishwa vyeo, huku zaidi ya waalimu elfu tano wengine wakipandishwa vyeo licha ya kutofikia kigezo cha miaka kilichohitajika katika kipindi chao cha kuhudumu. Masharia alielezea kwamba kupunguzwa kwa mahitaji ya lazima ya kipindi cha miaka mitatu katika baadhi ya visa hivyo kulinuia kuziba mianya katika uongozi wa shule. Wabunge sasa wanaitaka tume ya TSC kusuluhisha dosari hizo katika kipindi cha siku saba zijazo.